Bundo mwanza hoye, bundo mwanza hoye kuna utu mloloenze mwanga TV ya hanango imusha wa bundo mwanza arepiga namba chenda eh, uh, uh, labda ufambirwe na fahani shukran sana vidze labda katika bundo mwanza namba chenda urepiga uwe uh, hebu fupigire kidogo freestyle uriawira wastele Sitele kawalwa nende zibini tunda narire Anenda kwa mulume wewe mama sikala ngombene enda salama bye bye Sitele kawalwa nende zibini tunda narire Anenda kwa mulume wewe mama kawalwa ngombene enda salama bye bay bye

aha vidze hana baadhi ya maera manja mbakupiwagapika katikao namba chenda hanakahere azea vijiji nipigiria azea vijijizea vijiji manalalamika wemanamba kama okera ujumbe siio magavana ose anaao kamashoma kwa sababu beao kama na kitu kana maenderero mandaguza zia sende